Baada ya kuona hivyo kwa vijana, waliandaa programu ya kutu, pati, kuingia kwenye vikundi na tayari vikundi nane vya vijana hamsini na saba kati ya mia tatu viliweza kuwezeshwa mkopo wa asilimia kumi ambao umesaidia kwenye hizo hekari hamsini na saba kupata, kupata maji ya uhakika kupata mbolea na kupata viwatirifu. Mheshimiwa Waziri, sisi kama vijana tunazidi kuishukuru serikali kwa hiki ilichotufanyia, na hapo kama vijana na kama mwenyekiti wa vijana bado tuna changamoto ambazo tunaomba sasa kwenu nyinyi serikali. Tunaomba kwa vijana wenzetu 243 ambao wamesalia, wizara ya vijana iweze kututengea mkopo ili na wao mashamba yetu, yao yafanane kama haya 57 ambayo yameshatanguliwa kufadhiliwa na kusaidiwa. Mheshimiwa Waziri, tumepata mkopo wa asilimia kumi kwa vikundi nane, ambao kila kijana amepewa mkopo wa milioni 4, laki 2 na elfu 27 ambao kwa vijana 57 ni sawasawa na milioni 240 laki 9 na elfu 80 elfu 39. Tunashukuru sana halmashauri ya wilaya ya Mleba pamoja na serikali kwa ujumla kwa hiki inachokiendeleza kwa vijana, kuonyesha kwamba inaliunga inamuunga mkono Mheshimiwa Rais ka jitihada zake za kuwasaidia vijana wa Tanzania na vijana wa Mleba kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, ombi letu kwa vijana ambao wamebaki, tunaomba wapatiwe mbolea wapatiwe mfumo ya maji na wao wao na uhakika wa kulima kama sisi na wapatiwe viuatilifu shambani. Mheshimiwa Waziri, tunaomba kama vijana serikali itufungie mfumo wa kisasa wa drip shambani, kwa sababu tushaona kwenye mashamba mengine huko tunapokuwa tunaangalia ni mfumo mzuri na unaendana na kilimo cha kisasa. Mheshimiwa Waziri, maombi yetu kwa serikali, tunaomba shamba letu mliingize kwenye mfumo wa BBT kwa sababu halmashauri ya wilaya ya Muleba haiwezi kazihudumia ekari 300 zote bila kupata ufadhili wa serikali na mkono wa serikali. Mheshimiwa Waziri, sisi kama vijana wa Makongora wanufaika mradi wa kilimo cha kahawa tuna mategemeo makubwa kupitia hili zao la kahawa, kwa sababu kwa ekari moja kama imetunzwa vizuri, kijana kila mwaka ana uwezo wa kupata wastani wa kuanzia milioni 8 mpaka milioni 12, hivyo kijana atakuwa ameshajimudu kiuchumi. Halmashauri itapata mapato na taifa jum, kwa ujumla litapata mapato kupitia zao la kahawa. Mheshimiwa Waziri, tunaomba mtusaidie <coughs> upate uwezeshaji kwa gharama za mradi ambazo zinahitajika ili ukamilike, tunahitaji bilioni moja nukta tatu ili mradi ukamilike majengo gara ya kuhifadhia mazao yetu, kwa sababu tayari ameshaanza kutoa matunda mwaka huu. Ndo tunaanza kuvuna na hatujapata maeneo ya kutunzia. Tunaomba serikali itusaidie na itupatie hivyo vitu, tunaomba sana na tuna imani na serikali yetu ya awamu ya sita. Cha kwanza nataka niwape pongezi kubwa sana nyie kama vijana. Vijana wengi wakisikia kilimo wanafikiri ni kwa mtu aliyeshindwa maisha ndo anakwenda kulima lakini Daktari Samia amesema kilimo ni biashara, kilimo ni uchumi, na nyinyi mnachofanya hapa ni kujikomboa kutoka kwenye changamoto za kiuchumi, na serikali tayari imeshaweka nguvu kubwa sana kuona namna ambavyo inaweza kuwasaidia. Sasa hii hatua mliofikia ni kubwa sana na mipango aliyoweka mheshimiwa rais ni kuona kwamba kila kijana ambaye ameamua atatumia rasilimali zinazopatikana katika maeneo yake, basi atapewa kipaumbele katika kusaidiwa ndoto yake iweze kutimia. Sasa nataka niwahakikishie vijana mulioko hapa, kwa sababu nyie mmeanza hatua ya kwanza, na nyie wenyewe mmezungumza kwa maneno yenu kwamba serikali iliwapa ardhi bure au muliuziwa? Mulipewa ardhi bure. Sio hivyo tu, likaletwa trekta, likatengeneza shamba, mkapewa na miche ili tu kuhakikisha kwamba hakuna kisingizio cha kufeli. Kama serikali ilivyoanza kuwashika mkono ili kuanza, itawashika mkono pia ili kuendelea pale ambapo mnatakiwa kufika. Kwa hizi changamoto ambazo umezisema hapa, mimi nazichukua na niwapongeze sana viongozi wa halmashauri, kwanza kuanzia mkuu wa mkoa ambaye alikuwa na maono ya kufanya jambo hili, lakini wakuu wa wilaya, wakurugenzi ambao waliona umuhimu wa kuwashika vijana na kuanzisha programu hii. Sasa najua na wao wataendelea kufanya, lakini mimi nitapeleka salamu kwenye Wizara ya Kilimo ambao najua kupitia Benki ya Kilimo wanazo programu za kusaidia watu wako katika kilimo, lakini pia nitapeleka salamu kwa Mheshimiwa Rais kwamba wako vijana ambao tayari wameanza kupata matokeo, tuendelee kuwawekea nguvu na kuwasaidia zaidi ili wapate matokeo makubwa zaidi. Napenda kuhakikishia katika hichi mnachokifanya, serikali itaendelea kuwa pamoja na nyie, na sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tutahakikisha miradi inayohusiana na, na uwezeshaji wa vijana itakapokuwa inafanyika basi na vijana ninye mnayeshughulisha na kilimo hapa Muleba, nitakuwa pia kati ya watu ambao tutawapa kipaumbele kikubwa sana. Ili sa sasa kilimo ni moja ya eneo la msingi na la muhimu sana katika kukuza uchumi wetu. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais katika maono yake ameahidi ya anataka kutengeneza ajira milioni nane na laki tano ndani ya miaka mitano ya utawala wake. Katika hizo ajira milioni nane na nukta tano maoteo ya kiuchumi ajira milioni moja, nukta nne zinatakiwa zitoke katika eneo la kilimo na sio tu kilimo cha kawaida, kilimo cha kisasa na ndio maana nimefurahi mlipokuwa mnaeleza kwamba mkishalima mnataka muwe na uwezo wa kuhifadhi mazao yenu, kwa sababu moja ya changamoto ni kwamba tunayoipata wakulima wengi wanalima, lakini post harvest loss wanasema, yaani mazao mengi yanaharibika baada ya kulima, yanapoteza thamani na mengine yanaharibika. Sasa kwa sababu nyie vijana mmeamua kujipambania na mmeshachagua eneo lenu, moja eneo ambalo tutaweka mkazo mkubwa sana ni kutafuta miundombinu itakayotunza mazao yenu ili baada ya kuvuna yasiharibike muweze kuyatunza kwa muda ambao mnataka, ili pia asipoteze thamani, muweze kuyauza pia kwa hiyo. Hicho pia tutakishughulikia na majibu yake mtayapata, ili mtakapovuna musiharibikiwe mazao yenu ambayo tunajua atakwenda kwa kwa kiuchumi.